ya mwitikio chanya wa watalii kutoka katika masoko yetu ya kimataifa yanayokuwa kwa kasi tuweze kuyatumia kujitafutia mapato. Niwahakishie kwamba serikali itaendelea kushirikiana nanyi katika nyanja mbalimbali ili kuhakikisha kuwa ustawi wa biashara ya utalii nchini na maendeleo ya sekta hii kwa ujumla basi unanufaisha uchumi wetu na Mtanzania mmoja mmoja. Niwashukuru vile vile wataalamu wa utalii ambao walishatupa msemo kuwa hadithi hujenga taswira na taswira huvutia wageni. Hivyo nawahimiza wadau wote kuendelea kuwa wazalendo, tuendelee kuitangaza vyema nchi yetu na kutoa huduma bora kwa wateja wa Tanzania. Tuendelee kuielezea mazuri tuliyonayo ndani ya nchi yetu ili tuendelee kuwavutia watu wengine waje kwenye nchi yetu. Nchi yetu, pamoja na kwamba ni nchi ya amani na utulivu, imeendelea kuwa na ukarimu mzuri kwa wageni. Tuendelee kuwa wakarimu kwa kila anayekuja kwetu kila anayekuja kwetu aone sababu ya kurudi tena baada ya muda mwingine. Ni matarajio yangu kwamba onesho hili la karibu KiliFair 2025, itadu, itakuwa chachu ya kudumisha ubunifu, kubadilishana uzoefu na hata hivyo kuinua wigu wigo wa biashara na kufanya watu wetu waweze kujikwamua kiuchumi kwa sababu ya mazingira tuliyonayo. Singependa kusema mengi, niseme tu kuwa baada ya haya mengi niliyoyasema na baada ya haya mengi mlioyasikiliza kwa niaba ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba sasa kutamka kuwa onesho la Karibu KiliFair 2025 25 nimelifungua rasmi. Na asanteni kwa kunisikiliza, Mungu awabariki sana. Vilevile mwaka 2024 sekta ya utalii imeingiza mapato ya dola za Marekani kwa nchi yetu bilioni 3.9. Mheshimiwa mgeni rasmi, sanjari na kauli mbilu hiyo ya utalii endelevu, kujenga ustahimilivu na ubunifu, wizara Viza, inapongeza ubunifu wa karibu Kili Fair ikiwa ni pamoja na kuunga mkono kuanzishwa kwa mpango wa Kili Fair Goes Green unaolenga kupunguza matumizi ya plastiki na kuhamasisha matumizi ya vifaa vinavyohamasisha utunzaji wa mazingira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 Elimu ni kubwa kuliko unavyotarajia, lakini kubwa zaidi ni sehemu ya mtoko. Ukifika hujafika kwenye vibanda vyakula vya, vya mheshimiwa, kuna watu wengi sana kule ambao wanapata burudani ya mziki na vyakula, na watoto wanapata burudani mbalimbali mbali. Kwa hiyo ukiona kwamba kuna kiingilio cha shilingi elfu kumi ama elfu tano ni kidogo sana kwa elimu unakuja kupata huku ndani.